Karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kinachoendelea kule nchini Tanzania kinazidi kushangaza watu, kinazidi kushangaza bara la Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Tarehe 29 watazamaji wangu, mwezi wa 10 mwaka 2025, wakati nchi ya Tanzania ilikuwa inajitosa kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka 2025, wananchi waliamua kuingia kwenye maandamano wakitaka haki wakitaka katiba mpya na wakitaka uh, demokrasia katika uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano kwa sababu Mama Samia Suluhu hakuwapatia wapinzani wake ambao walikuwa ambao walikuwa wanagombania kiti cha urais waweze kupata nafasi ya kuchaguliwa. Na wananchi walijitokeza kwa maelfu sehemu tofauti kwenye miji mikuu ili uh, kuonyeshana vile ambavyo hawakubaliani na uchaguzi wa mwaka 2025, na kupinga huo uchaguzi mzima, ambapo tuliweza kushuhudia vile ambavyo fujo, gasia na maandamano yalikuwa yanashuhudiwa sehemu tofauti. Mali nyingi ziliweza kuharibiwa, majumba yakachomwa, uh, barabara ukapata kwamba zimefungwa, kila kitu kilisimama nchini Tanzania. Lakini wakati hayo ya maandamano yalikuwa yanashuhudiwa, watazamaji wangu, kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakifanyika. Kitu cha kwanza kabisa, watazamaji wangu, mnakumbuka wakati hayo maandamano yalianza kule nchini Tanzania tarehe ishirini na tisa mitandao iliweza kuzimwa, hakukuwa na internet connectivity. Hii inamaanisha kwamba chochote ambacho kilinakiliwa, iwe ni video, iwe ni picha ambazo zilichukuliwa kwenye hayo maandamano, hakuna mtu yoyote ambaye angepata fursa ya kuzituma mahali popote pale. Umezichukua, ndio uko pale nchini Tanzania, lakini hauwezi ukatuma kwa Facebook huwezi ukatuma kwa WhatsApp, hauwezi ukamtumia mtu yoyote, kwa sababu hakukuwa na internet connect, connectivity, ambaye ndio inawezesha mtu aweze kutuma kama ni picha ama video kwa mtu mwingine. Na wakati uh, nchi ilifanya hivyo kuhakikisha kwamba kumekuwa na total shutdown ni ya network connectivity, kumbe watazamaji wangu, kuna mambo ambayo yalifanyika, kuna mauaji ya kikatili, mauaji ya kinyama ambayo yalifanyika kule nchini Tanzania. Watu wengi waliuawa, vijana wajenzi waliuawa wakati walikuwa wanaandamana. Yaani, watazamaji wangu, ni kama wale waandamanaji walichukuliwa sheria kali ama hatua kali na wale maofisa wa polisi kutoka kule nchini Tanzania, walipigwa risasi wakauawa, wakapelekwa hospitalini, na hata baada ya kupelekwa hospitalini, watazamaji wangu, habari ambazo tunazipata ni kwamba familia hazipatiwi uh, hiyo fursa ya kuchukua wapenda wao waende, waende wakawapumzishe. Serikali yenyewe watazamaji wangu inachukua hiyo mili na kuenda kuifukia kisirisiri ili kuficha uh, evidence ama ushahidi ya kwamba kuna mauaji ambayo yalifanyika kule nchini Tanzania. Watazamaji, tunapozungumza sasa hivi uh, kule nchini Tanzania mambo sio mazuri, na tuendelee kuwaweka kwenye maombi. Nchi ya Tanzania inamwaga damu sasa hivi. Hakuna mtu ambaye alitarajia kwamba maandamano ambayo yalianza kwa njia ya amani yangekuja kufikia kiwango ya kwamba watu wengi kiasi hicho wangeweza kuiaga dunia. Na unajua watazamaji wangu, hapo jana, baada ya Rais Mama Samia Suluhu kuapishwa, ndio nchi ya Tanzania iliweza kurudisha ile internet connectivity na shughuli zikaanza kurudi kawaida kule nchini Tanzania, lakini baada ya internet kurudishwa, watu wengi kwenye mitandao ya kijamii, kuna onyo ambayo ilitoka kwa jeshi la polisi likiwaonya wananchi wasidhubutu kutuma picha yote ama video ambazo zilichukuliwa wakati maandamano yalikuwa yanaendelea kule nchini Tanzania, hasa kuhusiana na mauaji ambayo yalitokea, na endapo utapatikana umefanya ilo kosa wewe utakamatwa na kuwekwa kizuizini. So unaona, watazamaji wangu, serikali inajua kuna maovu ambayo yalifanyika, inajua kuna mambo mabaya ambayo yalinakiliwa, kuna video na picha ambazo zilichukuliwa za maofisa wa polisi wakihusika kuwaua wananchi lakini wanataka kuficha huo ushahidi. Wanataka kuficha hilo jambo lisiende kwa watu wengine ambao huenda uh, wakajua ni nini ambacho kilitendeka pale nchini Tanzania wakati wananchi walikuwa na uao wakijaribu kuandamana kutafuta haki. Kuna ujumbe wa watazamaji wangu ambao tunaupata kutoka uh, kwa ndugu zetu kule nchini Tanzania, ujumbe kutoka kwa jeshi la polisi ambalo lilituma ujumbe likiwaonya wananchi wasidhubutu kutuma picha ama video yote kuhusiana na maandamano ama mauaji ambayo yalishuhudiwa kule nchini Tanzania tarehe ishirini na tisa thalathini, pamoja na 31. Kwa sababu hizo siku tatu ndio kulikuwa na maandamano makubwa ambayo alikuwa anashuhudiwa kule nchini Tanzania. Epuka kusambaza picha au video zenye kuleta taharuki au kutweza utu wa mtu. Kufanya hivyo ni kosa la jinai, na ukibainika, hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Huo ndio ujumbe ambao, tazamaji wangu, ulikuwa unatumwa kwa wananchi kutoka kwa jeshi la polisi, wakiwaonya wananchi wasidhubutu kutuma picha yoyote kwa mtu mwingine ama video kuhusiana na matukio ya maandamano ambayo yalitokea kule nchini Tanzania na pia kuna huyu mkuu wa jeshi la polisi, watazamaji wangu, ambaye alizungumza akisema ya kwamba kuna watu kutoka mataifa ya kigeni ambao waliingia kule nchini Tanzania na kuchochea zile ghasia na fujo ambazo zilishuhudiwa baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2025. Na na nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa huyu mkuu wa jeshi la polisi akizungumzia kuhusiana na hayo maandamano na ni hatua gani ambayo itachukuliwa kwa raia yoyote wa kigeni ambaye huenda alihusika kwa njia moja ama nyingine kuleta fujo na gasi ya kule nchini Tanzania. Na kama wewe ni raia wa kigeni uko kule watazamaji wangu uh, na huna zile stakabadhi ambazo zinafaa na haujulikani vile ambavyo umekuwa ukiishi kule nchini Tanzania. Unajua sasa hivi mambo yako sio mazuri. Wewe ni mshukiwa ya kwamba ulikuwa umeenda kule nchini Tanzania uh, kuleta uh, hiyo hali ya kuchochea maandamano ama kushiriki kwenye maandamano ya kupinga uchaguzi wa mwaka 2025 na, 25, na pia kupinga uchaguzi wa Mama Samia Suluhu. Hebu sikiliza ujumbe wa mtazamaji wangu kutoka kwa huyu mkuu wa jeshi la polisi kutoka kule nchini Tanzania, lakini kwanza nakuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo uwe wa kwanza kuzipata zile habari, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.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 kuwa salama na lenye amani. na mtazamaji, hizo ndio habari ambazo tunazipata kutoka kwa mkuu wa jeshi la polisi kule nchini Tanzania akizungumzia kuhusiana na hayo maandamano, lakini bado kuna picha ambazo zinazidi kuenea kwenye, kwenye mitandao ya kijamii pamoja na video zikionyeshana vile ambavyo watu waliuawa kikatili, watu waliuawa kinyama, na hata baada ya kuuawa hawapelekwi kule mochari hospitalini, inasemekana ya kwamba wamekuwa wakipelekwa hakufukiwa sehemu ambazo ni mbali sana, ili kuendelea kuficha ushahidi ya kwamba kuna watu ambao waliuawa na maofisa wa polisi wakati walikuwa wanashiriki kwenye maandamano ya kupinga uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na tano kule nchini Tanzania. Nakomea hapo watazamaji wangu, lakini msiende mbali, kwa sababu niko na mengi ambayo nitakuwa nazidi kuwafahamisha na ripoti zaidi ambazo tunazidi kuzipata kutoka kule nchini Tanzania kuhusiana na haya mauaji ya vijana wa jenzi ambayo nakadiriwa sasa hivi ni kama yamefika elfu moja watu ambao wameuawa wamefika elfu moja ingawaje, unajua haya mambo yalitendeka wa wakati ya kukuwa na internet connectivity, so habari zaidi tunazidi kuzipata kama wamezidi ama ni wachache zaidi ya au elfu moja. Wangu, na, na watazamaji no punde na, na mengi zaidi ya kuwafahamisha.